Uharigani, mpenzi mtazamaji wa Fadeco Online Media, ni kushukuru kabisa kwa kuchagua ke... kituo chako pendwa kabisa, media yako pendwa ya, ya Fadeco Online Media hii leo, anayekuletea taarifa hizi ni mimi Omar Tibalila nisiku... nikukumbusha ya kwamba eh, usisahau kabisa kabisa kabisa eh, kuweza kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Fadeco Online Media. Hii leo mpenzi mtazamaji, kitu ambacho nimeweza kukuletea hapa mezani ni kwamba e, ni kutokana na suala lile lililotokea hapo, e, Desemba tisa, na lilikuwa likitegemewa kuweza kutokea e, swala hilo si lingine, ni swala la uwepo wa maandamano e, na nikisema maandamano basi, najua watu wengi e, watakuwa wananielewa vyema vema tu vizuri kabisa. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, na kuomba tuwe sote mwanzo hadi tamati. Hapo tarehe tisa, kama inavyojulikana ni kwamba kulikuwa kumepangwa na ghasia kutoka kwa vile kile kilichokuwa kina enea mtandao. Ni hivyo basi, uh, tukianzia kule Dar es Salaam tunaambiwa kwamba eh, wakazi wa Dar es Salaam wametoa wito eh, wa kuzingatiwa na kudumishwa kwa amani nchini huku wakisema eh, ndio msingi wa ustawi wa maisha ya watu. Wamesisitiza matishio ya vurugu eh, yanavyoathiri shughuli za kiuchumi na biashara, hasa Desemba ambayo mara nyingi huwa mwezi wenye faida. Mfanyabiashara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 ile naye ikafanya biashara ishuke, na hadi ilipofikia jana, tukukosa kufungua, kwa stani iliharibu kila kitu. Na sisi wenyewe katika biashara zetu tunategemea huu mwezi Desemba.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 tukuachane ili tukuangalie katika nchi za wenzetu tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukizungumzia Sudan ya Kusini tu, tunaona yale matukio mbalimbali, yani watu wanakuwa wanashindwa kufanya kile ambacho shughuli za maendeleo, watoto wanashindwa kusoma, shughuli za kiuchumi zinakuwa zinadorora kwa sababu watu wanakimbia huku na kule, yani wanashindwa kufanya kwa sababu unaweza ukapoleta Tanzania yakitokea gani yatokea, utakimbilia Zambia. Zambia sio ulikozaliwa na ina magomba, shughuli za kiuchumi zinakuwa zimekufa. Kwa hiyo yani wito wangu ni, ni, tuwe na subira, yani tukizungumzia mtawala huyu sijui ukoje, sijui hivi. Miaka mitano sio mingi, atakuwa mwingine, ataingia mwingine. Kwa hiyo ndio ilivyo. Yeah, kwa jina naitwa Hamis. Cha msingi mpenzi uh, mtazamaji mm, eh, nikukumbushe kusubscribe. Asante, naendelea kuwa nasi.